Klabu ya Young Africans ya nchini Tanzania inasifika kwa kutoa wachezaji wenye vipaji waliokwenda kusakata kabumbu kimataifa. Unamkumbuka Nonda Shabani Papi aliyewika akiwa na Monaco ya Ufaransa? Unajua kuwa alitokea mitaa ya Jangwani kwa wananchi. Sasa kuna huyu Stefan Aziz ki ambaye safari yake kimataifa imefanikiwa. Mwamba huyo wa Wagadugu yuko mjini Casablanca blanca akijiandaa kuanza majukumu yake mapya na klabu ya Widad Athletic ambayo inacheza kwenye ligi kuu ya nchi hiyo inayojulikana kama Botola Pro. Aziz ki fundi wa mashuti ya kuangamiza timu pinzani, na alianza kuichezea klabu ya Rayo Vallecano ya nchini Hispania akiwa kinda wa, wa miaka kumi na saba tu kabla ya kuhamia klabu ya Deportivo San Roque de Lipe na baadaye akajiunga na timu ya Asek Mimosa ya nchini Cote d'Ivoire unga na Yanga mwaka 2022 akitokea huko Asak Mimosas. Na naam, kama yalikuwa makali yake hayajaonekana vizuri basi, Jangwani alipata jukwaa ambalo alionyesha umahiri wake, lakini pia ikamjenga kama mchezaji akijizolea umaarufu kwa kupandisha bukta yake pale anapokuwa uwanjani ndani ya uzi wa njano na kijani. Aziz Ki alitupia kambani jumla ya magoli 52 na pasi za usaidizi 32 akiwa na timu hiyo ameshinda mataji saba, mawili yakiwa ya ligi kuu ya Tanzania Bara. Alitangazwa mfungaji bora wa msimu wa elfu mbili ishirini na tatu na elfu mbili ishirini na nne akiwa na jumla ya magoli ishirini na moja na amewahi pia kushinda tuzo ya mchezaji bora. Akitumia guu lake la kushoto, Aziz Ki huibua hofu kwa timu pinzani akiwa anajiandaa kupiga mipira ya adhabu, kwani huzipiga kwa ufundi akitafuta sehemu ya kutagia njiwa na kuacha makipa katika hali mbaya. Hadi kufikia sasa Aziz Ki amechezea timu ya taifa ya Burkina Faso maarufu kama Distali mechi 17 toka mwaka 2017. Hata akiwa Moroko, Aziski bado anakumbukwa kwa shuti lake alilopiga dhidi ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini mwaka 2024 na na kutinga wavuni kabla ya kukataliwa na mwamuzi Dahane Beida kutoka Mauritania. Hata hivyo, moja ya mashuti yake yalidakwa na mrembo na video vixen Hamisa Mobeto na wawili hao wakafunga ndoa Februari 16, 2025. Je, mwamba huyu wa Wagadugu anaondoka na mashuti yake kuelekea Moroko?